unajua sisi wanachama huwa tunalipa kadi kila mwaka shilingi elfu ishirini na nne kwa hiyo zile elfu ishirini na nne zetu ndo zinatufanya sisi watusikilize klabuni tumeomba kwamba tunataka tuingie bure ili tukalete vibe uwanjani ambao wasiokuwa so na uwezo waliokuwa na uwezo wote tuingie tukalete vibe na uongozi wetu umekubali kurudisha fadhila kwamba tuende bure kwa hiyo sisi tunasemaje tunawashukuru viongozi kwa kukubali hili, na pia tulikuwa tumeomba watupatie na maji pamoja na juisi na ikiwezekana na kibiliani kidogodogo, ili tuingie nacho mchana tukashangilie kwa vibe yote. Kwa hiyo mimi nawashukuru viongozi wetu kwa hili, walitufanyia ni jambo kubwa sana. Ujue sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana inshallah. Ikutokea nakumbuka mwaka 94 tunatoka, tunatoka, tunatoka Uganda tunafika hapa, tunacheza mechi, ya, mechi ya kwanza tunacheza na Simba wanafungwa goli na Kenneth Pius Mkapa namba tatu wetu. Jamaa mmoja alianza Gulamali, akaja Mahboub Manji, akaja tuingiza bure tukiwa Dar es Salaam. Tukaja kucheza mechi Mwanza, tukaingia bure hadi Dar es Salaam hapa. Watu mashabiki wa timu pinzani, watu wa Simba walivunja mageti hapa alipe hiyo na, hey, kama mara mbili Manje amefanya hivyo, na sio Manje tu, karibu huyu hapa sasa hivi anatuambia kwamba tuingie free fresh, kwa sababu tunalipa kadi zetu, tunanunua jezi elfu hamsini mpaka elfu arobaini na tano mpaka elfu arobaini na hii tunalipa kadi zetu kutuingiza bure sisi, watu watu wanaumia, yaani kuna watu wanaumia. Na sisi kila mwaka tunakula ng'ombe, tunakula ngamia. Watakuja watakuja watu na na, labda niwaambie kitu kimoja. Unajua hii ni nchi na nchi, hii ni Malawi na Tanzania. Ndio vinapatikana hivi vilabu viwili, kwamba Tanzania Yanga, Malawi Silva. Kwa hiyo jamani, tunawaambia watu, hii ni nchi na nchi, njoo uwanjani free. vaa jezi yako ya njano vaa shati lako, vaa sijui kitu chako unachokijua wewe, lakini lengo ni kuisupoti Dar es Salaam Young Africans. Sasa usije umekuja pale ya, kuingia uwanjani wa Benjamin Mkapa lengo kuikandamiza Yanga. Sisi tutakuchukia na hatupendi kuwa hivyo, lakini kwamba wewe ukija kutusapoti we we, kwa sababu ni nchi na nchi. Njoo tusapoti tuone wewe ni mwenzetu. La, kama unaona wewe sio mwenzetu, basi haina haja ya kufika pale, kwa sababu wewe unakuwa sio mwenzetu, unafika kufanya nini? Kae nyumbani. Kama wewe unajiona wewe so Young Africans, ni bora ukae nyumbani uangalie kwenye TV, ulipie kingamuzi chako ulipie, angalie. Lakini kama unajiona wewe ni Yanga au mwanachama mshabiki, ama sio Yanga ni mtu mpinzani pin, wetu, njoo ishangilie Yanga. Safi, inapendeza. Alafu kama ukishindwa hivi, subiri tarehe 26, kuna mechi yako inacheza, shangilie. Lakini sio nataka watu wa Yanga tu pale kuelekea mchezo. Sasa tutarajia mechi itakuwa ni namna gani? Kumbuke Yanga Africans ipoteza goli moja Malawi. Sasa hizi tunahitaji ushindi pekee ili uweze kufuzu. Sio ushindi pekee tu, ushindi wa idadi, kuanzia goli mbili mweze kufuzu hatua wa ya makundi eh. Tutarajie mchezo utakuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza wachezaji wetu, nikwambia kitu, mechi iliyopita tuliocheza Malawi wachezaji walikuwa wamechoka kwa sababu walikuwa katika timu zao za taifa. Baada kuwa kwa timu zao za taifa, wakati wanarudi, wengine walikuwa wamechelewa kurudi kutokana na sehemu walizokuwepo mbali, kwa hiyo walikuwa na uchovu mwingi hapa wachezaji tuliwaona wenyewe timu yetu ya ta, taifa walivyoenda kucheza huko, wamechoka, wamerudi, tukawaunganisha tuka, uko, tuka mule, tulikuwa na majeraha kama Mzinzi alikuwa na majeraha, Kibwana Shomali hajaenda kule, umeona. Kwa hiyo tulikuwa tuna mapungufu mengi sana, lakini hapa sasa wachezaji wako kambi na wako vizuri, wamestarehe, wako safi kabisa, wamepumzika vizuri kabisa, na mifumo ya mwalimu ipo vizuri kabisa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba hii mechi sio tu ushindi, bali ushindi wa kimbunga. Ushindi ambao hujai kutoka. Ule Boris Dadi tulimfungaga nne. Baada ya kutufunga kwake tatu, tukamfunga hapa nne. Mimi naamini ushindi unaokuja sasa hivi ni wa Kimbunga. <coughs> Sawa, kipindi cha Maele sisi tumeshinda. Unajua ni kwambie kitu, Maele alivyoondoka Young Africans tuliwafunga Simba tano. Maele alivyokuwepo Young Africans hatukwahi kuwafunga Simba tano. Bali moja, mbili. Lakini Maele hayupo. Simba alifungwa goli tano. Simliopita tu hapo mmehitaji kupata goli moja ili mweze kufuzata robo, mlikosa wow. Mpira ndo matokeo yake hayo ya, mnaweza mkawa mko vizuri, lakini siku hiyo mpira unakataa. Kwa hiyo kukataa pia nayo imo, kama inakuwa inakataa, basi hatuwezi tukusema kuti kwamba tumetoka suruhu ama tumefungwa. Mimi sio Yanga, mpira upo hivyo. Mpira siku nyingine unatoa suruu, mpira nyingine unashinda. Ila kwa hii mechi a <laughs> nani ananipa matumaini? mimi kuanzia Diala mpaka Mzinzi wananipa matumaini kwa sababu wote sasa hivi wako fit yani, kuanzia golikipa mpaka mbele wote wa wako fiti. kwa hiyo mimi naamini timu mzima tulikopo, labda ni sisi mashabiki ambao tunataka mashabiki wa kumi na mbili sisi, yani tunacheza nafasi ya kumi na mbili. Nataka tukalete shangwe siku hiyo, hapana yani hatari shangwe ambayo haijawahi kutokea kila unapokaa sisi tunashangilia, ukipiga mpira unashangilia, ukitoka unashangilia, wakichukua wapinzani tunazomea. Yani ndo kazi yetu mpaka tunashinda. Ndugu zenu wanasema mmesajili wachezaji ambao hawana quality, yani wanalalamia, wanasema kwamba Barakonte anakuja kuwekwa benchi na Azizi Andambwile, mmefeli wanadai. Ah, unajua una ujua, kuna kitu kimoja mtu kama Azizi Andambwile ni mchezaji ambaye ni mzawa na, ni mchezaji wa Kitanzania kumweka benchi mpinzani sio kitu kidogo wala sio kitu kinini, ilibidi tumpongeze Azizi Yandambwile. Kiwango chake kimekuwa kikubwa. Wao pia wana timu yao, kuna wachezaji ambao wanakaa benchi vile vile na wa kimataifa. Kwa hiyo mzaa wa kupata namba sio kisa kibaya, au sio kitu kibaya, au sio kwamba yule mchezaji aliyekuja ni mbaya, bali mchezaji aliyekuja ni mzuri. Mzinzo huyu hapa anacheza vizuri tu na kipindi fulani alikuwa anacheza maeli, alivoondoka. Yeye sasa, Mzizi ndo anatesa yule pale. Ina maana Mzizi akicheza tuseme mbaya? Mbona Mzizi katika Yanga nzima ile pale, Mzizi ndo mzaji ambaye alikuwa anatakiwa hadi bilioni 4 na, na hakuna Eh, kikosi kitakuwa chini ya Patrick Mabedi ambaye ni kocha msaidizi. Eh, tuliona formation za kocha alikuwepo ambaye alikuwa ni Roman Folds. Tutegemee eh, wale wachezaji ambao wapo katika kikosi chenu kocha ataenda kuwatumia vizuri na kuweza kuipatia Young Africans matokeo. Unajua kocha huyo alokuja Patrick ni kocha ambaye anaujua mpira wa Afrika wa jinsi ulivyo na ni Mwafrika mwenyewe kabisa, ameshazoea hizi mikiki mikiki. Naamini siku mbili tu Yanga alivyocheza pale umemuelewa. Kocha huyu kwanza anatabasamu. Kocha huyu anaongea na wachezaji. Kocha huyu anuni. Kocha huyu ana rafiki na wachezaji, anawaelewesha sehemu yenye tatizo. Unajua mchezaji mfanye kama mtoto mdogo. Msikilize. Changamoto yake ni nini hadi anakosa kuperform, atakuhadithia, atakwambia. Mimi naamini huyu kocha aliyekuja atafanya vizuri siku hiyo ambayo tutaushangaza ulimwengu. Unajua Yanga, sisi kufungwa imekuwa stori kubwa sana hapa mjini. Kwa nadhani hawana kumbukumbu kama sisi tushai kufungwa wachambuzi wengi. Kwa hiyo kufungwa yani roho yani imewa yani imekuwa story. Yani imekuwa story na na, na, na tunavyotaka sasa hivi. Sasa hivi neno moja Samia, la pili Yanga. Neno moja Samia, la pili Yanga. Ndio tunavyopenda hivi yani kwamba tuna trendi. Yani hiyo ndio trendi. Yani sisi ndio maudali, mahodali. Lakini sawa, wakati mna trendi wenzenu na wana trendi wa kushinda goli nyingi ugeni. Sawa ile timu timu walioifunga Simba awafiki milioni mbili katika kijiji chao kile ni kisiwa hawafiki milioni mbili, wako milioni moja kama na laki mbili. Sasa kuwafunga wale, hata Zanzibar kubwa sana, kuwafunga wale sio kama ndio kipimo halisi cha Simba kwamba inaweza ikafanya vizuri katika michuano hii, bali ni uongo mtupu. Kama amejipata sisi tu, tumefunga mechi ya kwanza, sisi tuna perform brother. Mimi nakwambia Yanga anafika finali katika ile kombe, anafika finali club bingwa. Ah, kwa kikosi hicho anachosema kikosi kimechoka Braha Yanga nafika fainali klabu bingwa, sisi hatujachoka, sisi nakwambia, tumecheza mechi nyingi, na ile mechi nakwambia mechiaambj walikuwa wamechoka wachezaji, lakini uhzka tunafika nyuma unashindaehtaininulkeajumamosi okay, Well, sasa mmepewa nafasi ya kuingiza mashabiki bure. Zungumza na mashabiki, Africans na wapenzi wa mpira ambao pengine walitamani kufika uwanjani, washawishi na na wa Yanga. Hii ni fursa ambayo timu mpinzani wanaitafuta lakini hawana bahati ya kuipata fursa ya kuingia bure. Sio kila timu ama sio kila bosi anaweza kufanya hivyo. Hii ni fursa, ni kwa ajili ya wa vijana wa Yanga tu, kwa mashabiki wa Yanga tu, wanachama wa Yanga tu. Wenzetu hawana bahati hii, wenzetu hawana bahati hii. Sasa sisi tumepata hii bahati, tusiichezee. Tujai kwa wingi, beba mke, beba mume, beba mtoto njoo shangilie, njoo uzomee. Yani mambo yako ni mawili, tukushangilia yanga inapofanya vizuri, kuizomea timu pinzani inapofanya vizuri. Kwa hiyo izomee timu pinzani, ishangilie Yanga, njoo kwa wingi. Benjamin Mkapa ni uwanja mkubwa na wenye nafasi kubwa na wenye ulinzi mzuri, kwa hiyo hakuna shida yoyote, hakuna uni na kingine. Niwaambie nyinyi wauni ambao mmekuja na lengo wa baya pale Benjamin Mkapa, labda kuwaibia watu ama kuleta fujo aina yoyote, utasekwa ndani, utawekwa ndani mpaka siku ambayo haijulikani, mpaka tuamue sisi. Na wewe ambaye sio mtu wa Yanga, unakuja sisi kutuletea fujo, watu wa Yanga, ama kuharibifu kuwarib, miundo mbinu, kuanzia barabarani unapopita mpaka Benjamin Mkapa, kutakuwa na ulinzi. Ukileta fujo, ukiwa mkabaji, unakamatwa. Kwa hiyo mje kwa kutahadhari kwamba hiyo siku sio siku ya wa kustania na wala siku ya wa kuchezea. Hii siku sio, tunatafuta ushindi, na huu ushindi ni nje na ndani. Lolote litakukuta kama unakuja kwa nia mbaya pale Benjamin Mkapa.